Koma Ibra naam, naam. Unajua tunazungumzia mmomonyoko wa maadili yeah. E, mradi Koma yani tunakomboa maadili mimi na wewe. Yeah, lakini we, kwenye stori zetu ambazo tunapiga wewe unataaluma <coughs> yako. We mwana taaluma we wewe ni mwana masumbwi. Kweli, e, kwa hiyo kwenye kwenye masumbwi pia kuna maadili la kuzingatia, ukiachana na yale mambo ambayo mnaambiwa na kocha, ukiachana na yale mambo ambayo pia tumejifunza nyumbani, lakini kuna vitu vya kuzingatia kutengeneza adabu, mchezo upendwe na uwe yeah. rafiki kwa sababu ndo mchezo ambao unatuletea ugali nyumbani. Kweli kabisa, umechambua michezo mingi sana, umechambua fight nyingi sana ukiwa u, kabla hujapanda, ue, ujia, yani u, ikiwa sio mechi yako yeah, manake unakuwa kwenye uchambuzi. Kipi unazingatia kwenye kuchambua? Uh, ninachozingatia kwenye kuchambua ni kwamba nachambua kitu ambacho nakiona hapa ambacho kinafanyika ambacho mimi ndio kuchambua. Kwa hiyo hiyo nachambua ngumi, nikaanza kuongelea mpira hapana. Nakuwa nazingatia vile ukichambua mm. Yeah, kwa hiyo ya moja kwa moja, kwa hiyo ndo hivyo lakini, kuna maadili huwa yanamomonyoka wakati wakati mchezo wa ngumi inaendelea, kama maadili yanavyomomonyoka tukiwa tunaendelea kuangalia mpira, mwisho siku analaumiwa refa au mwisho siku analaumiwa wachezaji wame wamekula wame, wame pesa na vitu kama hizo. Ehe, pambano gano ambalo wewe unakumbuka ushawahi kuchambua alafu kikatokea cha kutokea? Ah, kuna pambano moja ambalo alikuwa anacheza Kusmas Cheka na Isa na Mpepeche eh. Kwani wale hiyo siku ifati bidii yao fight wacheze ehe.

sehemu ya kutafutia riziki uh -huh. Ni kama mtu nafanya biashara yako mm -hmm. Nafanya hivi na hivi yeah. Kwa sababu pale tunapigana serious tukiwa ulingoni yeah. Lakini tukiwa nje ya mchezo tunakuwa fair marafiki yani kabisa, hata tunatembeleana fresh ile, lakini najua nachukulia mchezo ni kawaida, sio kwamba bifu. Yeah. Mtaani sisi tusalimiane, ila zamani kuna watu ambao sometimes wako labda hajapigana hmm. Unaanzisha ugomvi, yaani mtu anaanza kuanzisha ugomvi mtaani huko, kuna pigana, mkitoka pale ulingoni, tena ugomvi unaendelea. Yeah. Lakini kidogo sasa hivi tu; alivyokuja Azam kidogo, pamelimika watu wanaojua mchezo wa ngumi ni nini, na mpaka watu wengi sana sasa hivi wanakuja kwenye ngumi kuangalia ngumi kwa sababu wanajua, wanashangaa tu mnapigana mmeza bali, mnakumbatiana na mnapiana tano, nasema ah Iwaso kwa anapigana hapa inakuaje? mtu ushapigana naye kumpataa kumpatia urafiki rafiki kwa kumbe hamna hapa siwezi hiyo. Yeah, sometimes ni elimu, sometimes tunapewa na, katika majibu na makocha yetu tuliko nafanya mazoezi bwana, mchezo huu. Lakini mkiwa mnafanya mnafanya maandalizi ya mechi, mm. Si lazima mkae kambi na vitu kama hivyo ya kambi? Lazima tukae kambi. Jamaa nakumbuka anasema yeye aliumia kwenye bodaboda, yani inakuaje? Ah, uh, hata sijaelewa kwa sababu gani au ndio kwa sababu yule mkono alioeka hogo ndo <laughs> Nahisi kuna ishu, alikuwa anakwepa kwepa kusimama, hataki kupigana na mechi kunyewa kwa sababu zake. Kwa sababu ukiwa unapigana lazima uende kambi. Lakini juzi kuna mwanangu twa kiduka akaniambia bwana yeye kambi akae, akae kwa sababu anamwacha mke wake nyumbani, hawezi kutaka kumwacha mke wake peke yake, lazima akae naye. Anaenda kina mazazini, karudi jioni kama mke wake. Hapo nikasema sasa mwanangu kapigana na akae hiyo, lazima umwache mkeo uende kambi au muamini? Sema, ah mimi simuamini mtu, hata mimi mke wangu simuamini. Nikamwambia haya. Lakini ndiyo hivyo, kila mtu anajua mwenyewe jinsi anavyoweka kambi yake. Lakini mimi na ule kaka kambi miezi mitatu kabla naweka kambi natoka nyumbani nakaa kambi miezi mitatu, na treni ugali delega, unakula ugali delega kama kaida, sio? <laughs> So, mchezo e, bona safi, lakini kuna kitu kimoja ambacho huwa <coughs> kinakuwa kinatokea mm -hmm, nakuwa nashindwa kufahamu kinakuwa nini tatizo mm -hmm, unakuta ni jazba au vipi? Kuna bondia mmoja aliwahi kuzungumza siku moja, nakumbuka mm -hmm. Akisema kwamba E bwana kama refa anakwenda kumaliza pambano mm. E, yani sasa pambano linaamia kwake, huyo anajua toles toles, ile alizingia juzi, kata kama mimi bench, sio inaanza kwake. Kiko naanza kapa elimu kidogo kwamba ya refa kumaliza mchezo mm. Kwa sababu refa li hawezi kukatisha tu pambano kwa sababu labda akupendi sio nini, na ndio maana sometimes kwa kipindi cha nyuma hicho mm. Refa lake katisha pambano, mabondia wanaanza lile kundi likuja mabondia ile Wanaanza kumvamia na ile refari pale inabidi akimbia sky pale, anaanza kumvamia, anaanza kumpiga, anaanza kufanya nini kama vichafujo. Mm. Kwamba kauza mechi, yule, sio anajua naye kwamba sometimes marefari, refari kwanza marefari wengi wanaanza kusema kitu kimoja kwamba washacheza mchezo wa ngumi na wanajua huyu bondia kazidiwa huyu hajazidiwa. Kwa hiyo kinachotokea pale refari kumaliza mchezo, kusubisha mchezo ule maji kakuwa wewe maji ungekuja kufa pale kupata matatizo makubwa usiendelee na ngumi. Kwa kusubisha mchezo kimbe kaona umezidiwa huna uwezo na, mche, na mm. tunakupigana na jamaa yule

fresh lakini ukinuka ukipigwa punch ukienda chini inabidi nabidi pale yu, yani ukae <coughs> <unabukateo. ya> ningu... <laughs> mpaka saba ile sita saba ile unainuka kwa sababu kishafika, kwa sababu ukipigwa punch kama sekunde tano kumi hivi akili inarudi

Kwa hiyo kinuka pale ukitoka kunuko umeondoka, ukitoka kunuko umeondoka, lefena kacha pale pale pale. Mwalimu anasema weka gadi, na wewe unaweka gadi, sometime ukipigwa ngumi afu unakuwa unafuta yeye, inakuwa kwamba inakuwa adi, yani kwamba, eh, kwamba inakuaje, akuna... kuna... mbuka... mbuka... yani kwamba kwamba kuna mwalimu anakuambia afu anakataa, yani kwamba hiyo ngumi yako kama <laughs> mwalimu anakuambia kaka gadi, kwa sababu labda anaona unakubwa unakubali kupokea punch nyingi usoni kichwani, kwa hiyo akamwambia kaka gadi, cheza na cheza na cheza naye, yani opponent wako, kwa hiyo ukisema kupigana kupiga, unapokea panchi nyingi wezi kujua, kwa sababu pale inakuwa akili imechemka mwili umechemka, uelewe, unapokea ngumi nyingi ambao mwalimu chini, ambao mm, anaziona Ta tarehe iliyopangwa, kwamba hii ndio tarehe ya wapenda nao, mm, au sio duniani? <coughs> Aa, nakumbuka kulikuwa kuna pambano pale Tasuba, e, mimi nazungumza hapa ni balozi wa Tasuba, okay. Kulikuwa limeandaliwa pambano pale Tasuba, e, tarehe hiyo ya wapenda nao. Mm. -hmm. Uh, nakumbuka kuna yule bondea wakati anapigana mm. -hmm. Umenifahamu vizuri, na refa ameamuru ame, ame, ame amuru, eh, pambano li stop, alimpiga refa. Umenifahamu sijui hiyo niliona eh, alimpiga refa yeah. Alafu refa pia pia <laughs> kukubali vile vile akawa sio mnyonge eh, alafu refa sasa alivyompiga sio kama alirudisha kinyonge alimpiga ile combination ndio na kumetatoka piga ndio kapiga mbavu kupiga wewe fast fast Eh. Mm, ndo hiyo sometimes naambiwa hata tukiwa tukiwa jimu na walimu wako lazima matengenezwa darasa ile, kwamba mnapea na somo kwamba bwana, mm. huu uh, ni mchezo msikilize sana refari, kwa sababu refari ndo anaongoza pale. Refari anaanza kukupigisha, refari anaanza kukufanya ushinde, huyo refari kwa pambano mm. atakuja kufa Mdamu na kamsikiza bwana, na na fanya hivyo, nafanya hivyo, na naelewa nachokiongea pale. Mchezo ngumi kama unavyosema, ni mchezo rafiki sana, na ulianza uli muda mrefu ulikuwepo lakini ulikuwa aujijuu na watu wa na namna gani? mm. sio tunafahamu, kwa kwa lenki yako wewe, maanake ni namba moja ki, ki, ni ni Afrika, ni Afrika, ni bondia namba mbili na, namba mbili Afrika ya nyota nne hizo nyota nne si ndio? yeah. Eh yes sasa zoezi linaokuja kutokea kuna watu wanakuwa hawafahamu hizo lenki, sawa sawa, lakini mm. baadaye tutarudi tutawelekeza vizuri hizo lenki na vitu kama hizo, yeah. Kitu ambacho nataka nikwambie ni kwamba kuna kuna kitu na hisi kimepwaya <clears throat> zamani tulivyokuwa alafu ghafla hapa katikati Azamu wakaingia ngumi, mm. zikawa zimeenda juu. hata Eh, we mwenyewe juzi umeandaa pambano, watu kama hawajui. umenifahamu mm. vizuri, bwana uh, hii mnaathirika kiasi gani au athari imekuwa kwa, kwa wale wana masumbu wenyewe, yani kitu gani hasa <coughs> kimeumiza baada ya kuwa Azamu hawapo katika huo mchakato? Mi kivyangu nimeathirika, yani mabondia wengi sasa tumeathirika kwa sababu azamu kwa sababu ukiangalia okay, Tanzania hii Afrika nzima samtim watu wanaangalia kupitia Azam mm. Azam ndio watu pekee ambao walileta michezo yote Tanzania hapa ikawa juu. mm. kwa hiyo ilitokea sintofahamu ya kwamba kuna watu sijua kama Azam kunaweza kwenye riziki na kila kitu cha ajabu ajabu kipo. Nyie mnapanga mfanye hivi, kuna wengine wanapenda kuharibu. Unajua, kwa hiyo kuna, kuna ndugu zetu ambao walienda kuwashtaki Azam kusema, baba walitoa wanyia idea ya kuonyesha vitasa, kwa hiyo ndo wakaenda kuwashtaki, lakini mwisho wa siku ndo wakatuharibia si wengine, lakini mpaka sasa hivi na kesi bado inaendelea mahakamani, kwa hiyo tunaomba Mungu mbaye atarudi, lakini Azam kwa ufupi kwamba tumeasirika wengi chingine kwa sababu mpaka mimi nikaamua kuanda fight. mm. kwa sababu toka Azam nilivyotoka, sija kupigana promoter mmoja kwa kuna fight itakofuta ucheze. Kwa hiyo wewe mwenyewe ukaamua kuwa promoter. Nikaamua kuwa promoter mwenyewe kwa sababu ndio hapo unajua kwamba Azam tunanufaika, ma promoter wananufaika, sisi tunanufaika kupitia Azam ya yeah. yeah, kwa hiyo ndio hivyo kitu ambacho nakiona mimi na kitu <coughs> rafiki kipo ni kwamba jambo zuri likiwekwa vizuri linakuwa zuri zaidi, lakini yeah. baya likiwekwa vizuri linakuwa zuri jambo baya likiwekwa vizuri linakuwa zuri, ila zuri likiwekwa vibaya she linakuwa baya, baya zaidi. Kwa hiyo jambo la mchezo wa masumbwi lilikuwa zuri zaidi baada ya Azam kuwa wame wako hapo na wanaweza kufanya mm. chochote ambacho nyewe mnaweza kufaidika nacho, ila kwa sasa imeshuka kwa namna moja au nyingine, hasa athari imewakuta wengi ambao wanapenda huo mchezo, hata sisi ambao tunata, tunapenda <coughs> umenifahamu vizuri huo mchezo kwamba tunaona inakuwaje namna hiyo.

najuona bado ni kwa safari ya ngumi bado sijafika ambapo natarajia kufika bado, lakini kuna sehemu nataka kwenda, kuna sehemu nataka nifike ya. Okay, kwa umri pia inaruhusu, bila shaka, kwa sababu ngumi eh, ngumi uh, umri namba tu. <coughs> ya kumbuka juzi, twa ameenda nje akapigwa na mtu ana miaka mingi. <coughs> Uh, mwanao <tumuanau. coughs> ya mwanangu sana, umenelewa vizuri bwana ya. Kwa hiyo umri inaweza kwa ikawa namba tu, wakati fulani mtu anakuwa okay. uh. na umri mdogo, yani unajue, kwa sababu kila mchezo, jinsi unavyojiweka maisha yako unavyoishi wewe na mchezo wako, ndio utaishia hivyo hivyo ule muda ambao ungeweka kwa sababu niende kufanya mazoezi au nifanye kitu fulani, unakuwa ushaupoteza. Sio kitu kizuri, lazima